Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inawatangazia wapiga kura wote ambao tarehe 29 Oktoba 2025, ambayo ni siku ya uchaguzi mkuu, wanatarajia kupiga kura ya rais katika vituo vya kupiga kura tofauti na vituo walivyojiandikisha, kuwa wanaweza kutuma maombi kwa njia zifuatazo: mosi, kufika katika ofisi ya msimamizi wa uchaguzi katika jimbo husika na kujaza fomu ya maombi. Pili, kuwasilisha maombi kwa njia ya kielektroniki kupitia tovuti ya Tume Huru ya Taifa Uchaguzi ya www.inec.go.tz na kubofya sehemu iliyoandikwa kura ya raisi poto, yani KRP, au kuwasilisha maombi moja kwa moja kupitia anwani ya mfumo ya KRP.inec.go.tz. Muda kuwasilisha maombi ni siku 14 kuanzia tarehe 19 Septemba 2025 hadi tarehe 2 Oktoba 2025 saa 10 kamili alasiri. Maombi yote yatakayopokelewa baada ya tarehe 2 Oktoba 2025 hayatafanyiwa kazi. Baada ya kuwasilisha maombi ya kupiga kura ya rais katika kituo tofauti na kituo alichojiandikisha, mwombaji atapata taarifa ya kukubaliwa au kukataliwa kwa maombi yake ndani ya siku nane kabla ya siku uchaguzi, ya uchaguzi kwa njia zifuatazo: mosi, kupata ujumbe mfupi wa maandishi kupitia simu ya mkononi pili, kupitia kwa msimamizi wa uchaguzi au tatu, kwa njia nyingine yoyote kadri tume itakavyoona inafaa.